Ah, hii shinda ile yangu bro. Ah, hii yangu imetoka hii umbali ah, eh. Eh, hii tenje iko sawa bro, alafu yako ya iwezi hiini ile uriji eh, unasikia. Halafu ukona hata credo bana, unisaidie nipigie mnguna mwingine hapo ah, maana usikia hadi imefungwa inafaa nilipie Ah, kumbe ulichukua simu ya mkopo ndio nalenga hapa ba. Ah, wewe yako ndio hata una do. Mimi yangu na jambo la kushangaza bana. Mbakisha so nimalize. Hiyo ah, hizo acha hizo. Kimaliza sasa itakuwa tu yangu bia ama aje. Ah, lakini iko sawa. So niuzie hii. Ah, hii si zikauza sasa. Ah. So nasikia bado bado so nimalizie, so niuzie sasa nikupe hiyo 10k. Ah, bana hii haiwezi mama. Ah, sawa bro. Acha hizo. Cha mimi nifike basi ama aje.

Cheki na, cheki, eh, cheki mdomo wake si eh, ule... mjomba ah, cheki, eh, cheki yes, amepaka vitu zingine na kato zombi tu. Anakaa tu hapa, eh, anafanana na boy. Eh, boy wake amekonda aga, like hey, aga the man. <laughs>